nimewafundisha zaidi ya wa wauzaji milioni mbili kote duniani katika nchi 69 tofauti, na leo nataka nikushirikishe sifa tatu muhimu zaidi za watu wanaopata mapato makubwa sana, yaani wale walioko katika asilimia kumi ya juu zaidi katika sekta 32, tofauti. Watu wanaolipwa vizuri zaidi duniani wana sifa kuu tatu zinazowatofautisha. Sifa ya kwanza, na hii na hii imetokana na utafiti wa kina sana, wauzaji walioko juu sana huwa na shauku ya kweli ya mafanikio, wana hamu kubwa sana ya kufanikiwa. Sasa, kuwa na shauku ya mafanikio katika mauzo kunamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba unataka kuwa bora kuliko wengine. Kwa maneno mengine, unataka kuwa juu kabisa au kwa maneno rahisi kabisa unataka kuwa miongoni mwa asilimia ishirini ya juu, ile asilimia ishirini ya watu wanaopata asilimia themanini ya mapato yote. Na kama tayari uko katika asilimia ishirini ya juu, basi lengo lako linalofuata ni kutaka kufikia asilimia kumi ya juu kabisa, ambapo hapo ndipo watu ulipo vizuri zaidi. Mtu mwenye shauku ya kweli ya mafanikio hawachukii watu waliofanikiwa, wala hata wakosoa wala hata lalamika juu yao. Badala yake, atawaheshimu na kuwaenzi. Anawaangalia kwa umakini ana sana na anajifunza kutoka yeah, kwao well, na atajitahidi kuwa kama wao. Tunaposema kwamba asilimia ishirini ya wauzaji hufanya asilimia themanini ya mauzo, kuna jambo muhimu sana nililojifunza, jambo ambalo lilibadilisha kabisa maisha yangu nilipokuwa li muuzaji kijana. Kila mtu aliyeko juu leo alianza chini, yani kila mtu aliye katika asilimia ishirini ya juu kabisa alianza kwanza akiwa kwenye asilimia ishirini ya chini. Kwa hiyo kama leo bado uko chini huo sio mwisho wako, huo ni mwanzo wako. Na jambo lolote ambalo mamia ya maelfu au mamilioni ya watu wengine wanaweza kufanya, na wewe pia unaweza kufanya. Ninawafahamu wauzaji bora sana na wakufunzi wakubwa wa mauzo duniani, kila mmoja wao alianza akiwa chini kabisa, wakibisha hodi nyumba kwa nyumba, wakipiga simu au wakikutana na watu ana kwa ana. Hivyo ndivyo walivyoanza. Kwa hiyo, kama kwa sasa unapata shida, basi ujue kuwa unaweza kuboresha ujuzi wako kwa kujifunza kila mara na kutumia mambo mapya, lakini jiwekee lengo moja kubwa ambalo ni kuwa mmoja kati ya wa wauzaji bora kabisa katika eneo lako, na siku zote ulisimamie lengo lako hadi ulifikie. The second quality of top salespeople is that they learn how to. Na sifa ya pili ya wa wauzaji bora kabisa huwa na tabia ya kujifunza jinsi ya kushinda hofu zao. Angalia, hofu ndiyo kikwazo kikubwa zaidi cha mafanikio katika mauzo ya masoko yoyote yale. Kuna watu wengi sana, mamilioni, hata makumi ya mamilioni, wanafanya biashara au mauzo wakijificha nyuma ya wa kompyuta, wanaendelea tu kutuma ujumbe bila kupiga simu, hawataki kuonana na watu ana kwa ana, wakitumaini kwamba mtu atanunua bidhaa yao. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo kwa sababu wanaogopa sana kukataliwa, wanaogopa kusikia mtu akisema hapana. Kwa hiyo kuna kanuni kubwa sana ya mauzo ambayo unatakiwa kuifahamu. Kanuni hiyo inasema hivi, badala ya kukimbia hizo hapana, nenda ukazikabili. Badala ya kuogopa kusikia neno hapana, liweke neno hilo hapana liwe kama lengo lako. Usijaribu kulikwepa, usiumie kusikia neno hapana, na wala usilione neno hapana ni kama kushindwa katika mauzo. Ni lazima uwe jasiri wa kuwauliza watu, hata kama wengi watasema hapana. Kwa nini hili ni muhimu? Hili ni muhimu kwa sababu kila neno hapana linakusogeza no zaidi katika neno ndiyo. Kadri unavyoongea na watu wengi, ndivyo utakavyopata hapana nyingi, na kadiri unavyopata hapana nyingi, ndivyo utakavyopata ndiyo nyingi. Kuna uhusiano mkubwa sana na wa moja kwa moja kati ya maneno haya mawili. Nilifanya kazi na kampuni moja na tuliweka mashindano kila siku. Mwishoni mwa siku, jioni, walikuwa wanaangalia ni nani aliyoambiwa zaidi neno hapana katika kutafuta wateja. Mtu aliyekuwa amezungumza na watu wengi zaidi na kupata hapana nyingi zaidi alipata zawadi kidogo. Walifanya hivi kila siku, kila wiki na kila mwezi. Unajua nini kilitokea? Watu walianza kucheka na kufurahia zoezi hilo. Tulikuwa tunatoka nje tukiwa tuna lengo la kuona ni mara ngapi watu wangesema hapana, lakini tulikuja kugundua jambo hili la kushangaza sana: mtu aliyokuwa amekusanya hapana nyingi zaidi the pia ndio alikuwa muuzaji bora zaidi. Kwa hiyo, kanuni ni hii: ili kuondoa hofu, ufanye kile unachokiogopa. Unapoogopa ni kama unajinyima fursa wewe mwenyewe. Kama unaogopa kukataliwa, kama unaogopa kusikia neno hapana, tumia mbinu ya simu mia moja. Piga simu au zungumza ana kwa ana na watu mia moja haraka iwezekanavyo, na uwaulize kama wana nia ya kununua bidhaa yako ama huduma yako. Baada ya kuzungumza na watu mia moja, hofu itaondoka kabisa, hautaogopa tena. Sifa ya tatu ya wauzaji wanaopata mapato makubwa zaidi ni huwa wanaweka ahadi iliyo kamili ya kufanikiwa. Kanuni ya themanini kwa ishirini inatumika hapa pia, asilimia ishirini ya watu hupata asilimia themanini ya mapato, lakini hawa ni watu walioamua kabisa kwamba hawatarudi nyuma. Kwa bahati mbaya, wauzaji wengi, asilimia themanini ya chini husema kwamba nitajaribu kwa muda, ikifanikiwa nitaendelea, nikipata mauzo machache nitaacha. Kimaamuzi, watu hawa huwa tayari mguu mmoja nje na mguu mmoja ndani, lakini watu waliofanikiwa wanaweka ahadi asilimia ya asilimia mia moja. Huwa wanasema hivi, nitafanikiwa bila kujali itanigharimu nini, na huwa wanaendelea kufanya kazi hadi watakapofanikiwa. Na ukweli ni kwamba ukiendelea kudumu, ukiendelea kufanya kwa muda wa kutosha mafanikio hayaepukiki. Asante kwa kunitazama. Na sasa swali langu kwako ni hili: ni hatua gani moja ya vitendo utakayoichukua kuanzia leo kutokana na ulichojifunza kwenye video hii ili kufikia lengo lako? Niambie maoni yako hapo chini. Tukutane wakati mwingine, lakini kumbuka, wewe ndio unayewajibika katika mafanikio yako, hakuna mtu mwingine.